Na wasalimu nyinyi wote katika jina ya miungu ya mababu zetu, na wasalimu kwa jina la mizimu ya mababu zetu. Natoa shukurani kwa wale wote ambao wanafanya subscribe na share, na kucomment na kulike uh, ujumbe ambao tunawapatia siku ya leo. Tunaenda kuzungumzia mambo maine, mambo maine hayo ni mambo ambayo yanasababisha viongozi wetu, wakati tuliwachagua kwa kupenda sera zao, eh, vitu walivyotuahidi na walivyokubali kujitumikia, tunakuja kujigundua wanageuka, halafu wanafanya kazi kwa kutumikia mkoloni, kutumikia nchi za Magharibi, kufanya kazi kwa ajili ya masilahi zao, eh, na faida zao wenyewe, lakini tunapoona na kutumikia wananchi anakuja anachukiwa na mwishowe kutoweka. Kwa hivyo sisi tunalalamika, lakini kinachofanya tulalamike, nawaambia, hata wewe ukikuwa hapo hiyo mahali wako, utakuta umebadilisha mawazo, kwa sababu kuna mambo maine mazito ambayo anafanya viongozi wetu kugeuka na kutumikia mkoloni badala ya kutumikia nchi yake na wananchi yao. Sababu ile sasa ambazo tunaenda kuzungumzia ambazo zinafanya viongozi wetu kugeuka kwa kile kitu ambaye walituahidi kutufanyia ni hizi sababu. Ya kwanza, kuna mikataba ambaye viongozi wetu wanasainishwa na watu wa magharibi na viongozi wetu wanazisaini kwa ajili ya, kwa ajili ya kuokoa maisha yao, kwa sababu wanatishiwa maisha yao. Mikataba hiyo viongozi wetu wanaisaini kwa kutishiwa maisha, si maisha yao wenyewe tu lakini na maisha ya wananchi ambaye ambao wanaongoza. Kwa hivyo hata kama atafanya juu chini kukomboa wananchi yake, atapoteza maisha yake, na yule ambaye atawekwa pale itabidi atumikie awo wakoloni, atumikie awo wazungu, atumikiye watu wa magharibi kwa uwoga kubwa. Kwa hivyo sasa, sisi tunafaa kuelewa ni njiya gani ni mikakati gani tunafaa kufanya kujondowa kwa utumwa uwo. Sababu ya pili ni hii, viongozi wetu wanalindwa na silaha zenye zinatowa maisha, na katikati kati ya hawo wanawo walinda hawawezi elewa kuwa hakuna msaliti. Kwa hivyo wako katikati ya kifo na adui, ambaye ni watu wa magharibi. Wako na uwezo kutumia kutumiya wale wanayolinda usalama wa viongozi wetu kwa ajili ya masilahi yao yenyewe, hawajali nchi inaweza, e, inaweza poteza vitu gani, watu wangapi wanaweza poteza maisha lakini watatumiya mutu mmoja kwa kumulipa zile kalatasi zilizo pakwa langi tunayitwa dola, na yeye kwa sababu alikuwa akizitamani na hakuna mahali angezipata, anaamuwa gusaliti eh, kiyongozi yake na gusaliti inchi mzima. Kwa hivyo kulingana na viyongozi wetu wanaye tambuwa hilo ya kwamba kuwa wale ambaye wako kalibu na yeye wanaweza tumika na kuweza kuwasaliti wanaamua kusikiza kile kinacho wanachoamuliwa na watu wa magharibi kama vile wanawatumikia, kwa sababu watu wa magharibi wameonyesha ya kwamba ni kama sisi e, ni watume wake. Sisi tuko chini ya utawala wao. Kile wanachotaka kukifanya ndio chenye wanatufanyia, japokuwa tulidanganywa kuwa tulipewa uhuru hiyo uhuru sisi wote tunafaa tuizungumzie kabisa kwa kiundani na tuweze kuilejesha vile inafaa kukuwa ndo tukue uhuru. Sababu ya tatu yenye inafanya viongozi wetu wanamtumia mkoloni ni hii, ni tishio ambayo tuliletewa na mkoloni ya mfumo unaitwa demokrasi. Huu mfumo unaitwa demokrasi unafanya watu wa magharibi eh, wakoloni wa kuendelea kututawala kwa sababu hii mfumo imeruhusu vyama vya siasa mingi ndani ya nchi moja, kwa njia ambayo watu wa moja wenye maono moja mandugu wanapigana kwa ajili ya utofauti wa vyama siasa, kati ya vyama zinazoitwa vyama tawala na vyama pinzani kuwa chama cha utawala kinapigania masilahi ya nchi yake na maendeleo na ukombozi wananchi wake. Mkoloni akigundua ya kwamba masilahi anayoyatarajia kwa nchi hiyo haiendelei mzuri mzuri, anatumia chama pinzani kwa kulikilipa kwa dola mingi zaidi, kwa sababu kwao hiyo karatasi inaitwa dola si utajiri. Utajiri ni kila kitu, wanataka kutuibia sisi hapa kwetu, kwa bara letu, kwa sababu sisi watu wa Afrika, watu wa bara la Kemeti, ndo tumefanya nchi za magharibi kuendelea na kuishi vizuri. Kwa hivyo wakiona ya kwamba kiongozi ambaye ameingia anataka gushu, gushughulikia wananchi na maendeleo yao, basi hulipa vyama pinzani wakidai kuwa wanatetea demokrasi. Hii demokrasi pia imetuletea mtego ingine. Hiyo huo mtego ni mtego ambao kiongozi tukimchagua hapati nafasi ya kuweza kutimiza malengo yake. Kwa hivyo tumekuja kuelewa ya kwamba ili tishio linaitwa demokrasi haliko kwa ajili ya masilahi yetu kama wananchi watu wa bara takatifu bara tukufu la Kemet. Hii historia ya demokrasi imekuwa ni kizuizi kubwa kwa maendeleo yetu, kwa sababu wanavyoweka, tunavyomchagua kiongozi wetu wanampea tamu, anapewa tamu kwa ajili ya sheria ya demokrasi, anaambiwa wewe utaongoza miaka tano. Miaka mbili anakosoa makosa iliyofanywa na tawala iliyopita, mwaka moja ako nao kurekebisha na kuweka nchi kwa laini, miaka mbili ambaye angeendeleza kutimiza kile alichoahidi kwa wananchi wakati alipigiwa, kura inakuwa ni ya kuandaa kura nyingine ifuatayo. Kwa hivyo hana nafasi ya kuweza kubadilisha chochote, isipokuwa kwa akili yake itamuingilia ya kwamba atafute ile kitu ambacho atabaki nacho wakati atatoka madarakani. Kwa hivyo tunabaki tu pale pale milele. Sababu ya ine yenye inafanya viongozi wetu kuendelea kuwatumikia watu wa magharibi, kuwatumikia wakoloni badala ya kutumikia wanainchi wao ni hii, ni uoga sisi wa Afrika, sisi watu weusi tuliyonayo kwa ajili kwaajili ya hizo yinchi za magharibi, kwa sababu wameweka mbele zaidi mambo ya kuangamiza watu kushinda mambo ya kutengeneza dunia. Kwa ivyo, tuko na woga ya kuangamizwa, na iyo tishio inafanya tunaamua kunyenyeka, kwa sababu wawo wakona makampuni ya kunda manyukiliya. Wanachokitaka kwa inchi fulani ndo wanafanya, wamejifanya walinzi wa dunia. Kwa ivyo, tunajipata sisi kwa hatari ya kutobishana na wawo sasa hivyo ni nini tunafatufanye, ndio tuweze kujiondoa kwa mtego uwo? Na uwo mtego tumewekwa kwa iyo net, kwa uwo mtego, kwa sababu tulijiingiza sisi wenyewe kwa mikataba ya kukua kwa mashirika ya kimataifa ambayo sisi hatuna uwezo wa kuamua kitu. Lakini hao watu wa magharibi, inji zinazojifanya e, mulinzi wa dunia ndo zinatuamulia sisi, na hazituamulii kwa maendeleo yetu na faida yetu na masilahi yetu, zinatuamulia kwa masilahi yao wenyewe. Tunafaa kujiondoa kwa hiyo mtego namna gani? Kwa hivyo tutaongelea kwa upana sana hizi sababu nne ambazo zinafanya sisi watu wa bara la Kemet hatuwezi endelea mbali tunabaki tu palepale, tutafikiria namna ya kujitoa kwa hiyo utumwa, na sana sana utumwa ya kiuchumi inayotufanya sisi nchi za bara la Kemet tumewekewa vikwazo vya kutosonga mbele, vya kutoweza kuendelea na kujenga utukufu wa bara letu Kemet inavyotakiwa. Kwa hivyo ninatarajia mtatoa maono, nini cha kufanya. Halafu tupatane siku ya kipindi kijazo. Asanteni sana Usi